Hakuna jambo litatokea siku za usoni ambalo Mungu alijui. Katika ibada maalum ya shukrani ya mwezi iliyofanyika siku ya jumapili ya tarehe mbili mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika bustani ya Bwana kinondoni shamba jijini dar es Salaam, mtumishi wa Mungu mpaka mafuta wa Bwana mtume na nabii Jaimes Onaire alitoa unabii kwa habari ya matokeo ya timu ya Simba na Yanga, na haya ndiyo yalikuwa maneno yake. Leo Bwana, asubuhi nimeamka na hii taarifa hii, niliona watu <laughs> wanaangalia wana mpira, sema wanaangalia mpira, lakini wale watu wakawa wananena kinyume na watumishi wa Mungu wanaotabiri kwa habari ya mpira Amen. Kwamba wanatabiri, wanatabiri siyo nini, yani walikuwa wananena kinyume na watumishi wanaotabiri habari za nini E, ni waongo si hivi na hivi sasa. Mimi nikawa nawatazama sema nawatazama, baadaye kwenye yale maono nikajiona nimeenda pale walikokuwa wapo, nikawa nawasikiliza vizuri. Baadaye wakaacha kuzungumzia habari za watumishi, wakaanza kuongea wao wenyewe, leo hapa lazima tuwapige goli hapa. Amen. lazima tuwachape goli tatu, mwingine anasema mwezi mkatuchapa goli tatu, leo hapa lazima tuwatundike hivi na hivi, yani wakawa wenyewe wana nikawafuata nikawambia, nyie mmekuwa mkiongea kinyume na watumishi wa Bwana, si ndio? <laughs> kwamba wanatabiri habari za mpira na nyenye hapo mnafanya nini hapo? Eti wanafanya nini? Amen. Lakini ukweli ni kwamba utasikia ya kwamba Simba inapata ushindi mwembamba dhidi ya Yanga. Unaona baba? Vyeva na nyinyi mnafuatilia watumishi wanavyotabiri, na nyinyi wenyewe ni watabiri kwao. Leo lazima tuwachape leo. Mimi waga naona kwenye WhatsApp status zenu <laughs> Amen. Baada ya unabii huo, mtumishi wa Bwana vile vile aliweza kuzungumzia matarajio ya moyo yanavyoweza kuathiri tabia ya mwanadamu na haya ndiyo yalikuwa maneno yake: Nachotaka kuzungumza nini mtu wa Mungu kuna kitu kinachoitwa matarajio Sema matarajio na maandiko yanazungumza matarajio ya mwenye haki hayatokatiliwa kila mtu anatarajia kitu Amen. Fikiri watu waliosema eh ina maana wao matarajio wao ni simba kuifunga yanga tu alafu wengine wamenuna yani. Yanga, tungiwachapa nini? So, matarajio yana determine attitude, matarajio yanaamua nini? tabia ya reaction na vitu vingine. Matarajio yanaamua tabia ya kufungua moyo, mtu wa Mungu, amen. Tunaelewana nakizungumza, na kila mtu ana matarajio. Sema kila mtu ana matarajio na, na ukigusa matarajio yake, zinaweza zikaibuka tabia ambazo ulikuwa hujaziona. Amen. Kuna mtu ukimnunulia zawadi, yeah, wow! Akakubeba hata kama yani beti na hivi. Ukembamba yani, manake. Ukashangaa upako wa kukunyanyua. Umefanyaje? Kuna mtu akamfanyia kitu akashindwa kujizuia akaku, ukia akakumbatia mabusu. Amen. So, matarajio yanaamua nini? Reaction of attitude. Mtu mmoja aseme matarajio yanaamua reaction of what, of attitude. Manake unaweza ukawa una attitude, una tabia fulani, lakini haiwezi ka, react, kawa activated, mpaka matarajio yanapokuwa yamekutana me, ya na ule utarajio wake, si ndio eh? Nani hapa sietarajia kitu hapa? Eh, na wanadamu tuna tabia moja hivi kubwa, mambo ambayo tunatamani tuyapate, lakini katika namna moja ama nyingine tunaona hatuna uwezo wa kuyapata, huwa tunamgeukea Mungu katika maombi, na tukimwomba yeye usiku na mchana, tukitarajia yeye Bwana Mungu ata atakutana na uhitaji nini, uhitaji wetu, na kila mmoja hapa sema, kila mmoja ana matarajio fulani fulani kwa Mungu na amekuwa akimwomba Bwana, na wakati mwingine umekuwa ukifanya maombi ya kurudia nini, kurudia rudia kama Yesu ambaye alisema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, si ndio? Baadaye akarudi akawakuta wanafunzi wake wamelala, akawaambia mara eh, hey, hamwezi kuomba pamoja nami lisali moja? Akarudi tena akaomba maombi yale yale, Baba ikiwezekana kikombe hiki. Matarajio yanapokuwa makubwa zaidi, ile hali ya kurudiarudia kuomba inaongezeka. Nimesemaje? matarajio yanapokuwa nini? Ile hali ya kurudiarudia kuomba inaongezeka. Mkiwa mpo kwenye ndoa, ukamwona mwenza wa maisha yako anarudiarudia vitu fulani, labda kukusihi ama kuzungumza na wewe. Usipuuzie kwa sababu hayo ndio matarajio. Nini matarajio yake? Na matarajio kati na ya mtu mmoja na mwingine yanatofautiana, lakini hakuna ya mwanadamu ambaye yuko duniani ambaye hana matarajio. Mtu wa Mungu, hata kama ukipata changamoto utakuwa na matarajio. Yanaweza kawa ni matarajio ambayo ni negative. Kuna mtu kutokana na kuumwa anatarajia kufa hmm, anatarajia <laughs> kufa Nishakutana nao, nishakutana na watu ambao wameletwa kwangu wanatarajia nini? Alafu mimi namwambia wewe hautokufa wewe, utaishi. Kufa sio mpango wa nani? Wa Bwana na kuyageuza matarajio yao. Na wote waliishi. Na wote walifanyaje? Nimekutana watu ambao wanatarajia ndoa zao kuvunjika. Alafu naambia no ndoa yako haito haitovunjika. Je, yeah, sawa sawa na maneno haya ya unabii? Wewe matarajio yako ni nini?